Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zanguni Waislamu, kama tunavyoona hapa ni makaburi ya Mlango Mmoja. Kwa pamoja, uongozi wa makaburi ya Mlango Mmoja pamoja na Waislamu wote, juhudi hizi zinatokana kutokana na nyinyi sasa. Kwa hiyo inatakiwa tuzidi kupambania sana jambo hili, kwa sababu mimi na wewe sehemu yetu ya mwisho ni hapa. Dunia hii ni ya kupita tu. Hapa ndio mahali petu pa kudumu eh. Kama tunavyoona hapa, watu wanajituma na mambo yote haya yanataka fedha, ndugu zanguni eh. Kwa hiyo mtu lazima vile vile uende mbali, uangalie kama ikiwa masehemu pata tutahifadhiwa sisi, pamehifadhiwa wazazi wetu. Kwa nini sisi tupaache? Pakaa pana mazingira rafiki eh. Kwa hiyo mimi sina maneno mengi ya kusema ila nataka na nyinyi vile vile muone jambo linavyokwenda vizuri. Makaburi haya yalikuwa kuna majani mengi, kulikuwa kuna mambo sio mazuri yanatendeka hapa. Sasa hivi uongozi umeweka kuna ulinzi, na kama hivi mnavyoona, gharama ni kubwa ya kusafisha makaburi hii kiasi yaonekane, e, hata kama mtu anayekuja kuzuru kaburi la baba yake, la ndugu yake, la rafiki yake, unaweza tu ukapita bila wasiwasi wote, kuliko kuwa unapita kwenye manyasi marefu na nini. Kwa hiyo, shime ndugu zangu, nawaambia Jambo hili linataka fedha. Fedha ndio kila kitu. Toeni kwa ajili ya Allah, toeni ndugu zangu kwa ajili ya Allah, tuache makaburi yetu haya yawe katika mazingira rafiki, na sio tu kwamba kwa watu wa Mwanza. Kuna Waislamu wengi wa Mwanza na wasio wa Mwanza, mahali papa ni pao. Eh, hapa ni sehemu ambayo kila mtu lazima awe na mazingatio nayo. Kama mtu anataka mawaidha almot huwa mawaidha mauti ndio mawaidha makubwa kwa sisi binadamu, lakini tunajisahau sana. E, hakika jambo hili mimi nimeliona ni jambo zuri sana. Inshallah, tuliache jambo hili liendelee. Ikiwa tutashindwa kuna nini, jambo hili litasimama.